Nakumbuka mzabuni wetu mm -hmm. Tumempa miaka mitano yes. E, miaka, lakini yes. Ana ahadi nyingi ambazo Bala. anapaswa kuzitekeleza Bala. Bala. Mm -hmm. Ahadi ambazo anapaswa kuzitekeleza mm -hmm. Hatoi fedha yake mfukoni mm -hmm. Yeye yeah, alikaa akapiga hesabu yake <coughs> kwenye makaratasi mm -hmm. ya kwamba nitaleta pisi kadhaa yes. mm -hmm. Nitauza pisi kadhaa yeah. Nitatoa faida yangu mm -hmm. Nitatoa gharama za uendeshaji iliyobaki ba. Yes, yes, nitairejesha klabuni klubu. Nitakwenda yeah. Kujenga uwanja nitasajili, yes. Wachezaji nitaleta, yeah. Basi la kisasa Sai. Na chochote ambacho klabu itahitaji kutoka kwangu kwenye hii faida niliyopata, itakwenda itakwenda kuendesha klabu mm. Lakini hapa ninapozungumza na wewe <laughs> Uh, tishio la jezi feki no, linahatarisha mm -hmm, ahadi zote ambazo mzabuni ameziweka kwa sababu ile faida aliyokusudia yeah, kuipata yes, haipati kwa sababu mm -hmm, ya ya ya uwepo wa jezi feki, lakini kuna hawa wafanyabiashara ambao wamechukua mzigo wa, wa kutosha kutoka kwa Jairut. oh, yeah. Wakaweka madukani mwao, wakasambaza Dauda Store eh, Sinza. yes. Wakasambaza Dauda Store Tabata, wakasambaza Dauda Store Dodoma, alafu kule mzigo umesanda alafu oh, oh. yes. kuna uhuni wanauza mm. jezi mnadani wanauza jezi mkononi <laughs> ambayo ni jezi feki. Maana yake ni kwamba unamzuia Dauda store. Yes. Mm. asirudi tena kwa Jerut kwenda okay. so, kuchukua wow. mzigo mwingine mm. kwa nini cheni hiyo? kwa sababu yeah. yeah. yeah. yeah. kama Shafi Dauda unamuathiri, unamuathiri Shafi yeah. tafsiri yake Simba Jerut ya. ambayo yeah. Sasa ukikaa kwenye vikao vyenu kwenye vijiwe soka nongwa yeah. bwana, kwa nini Jerut hajamleta Ee, mchezaji kipenzi cha mashabiki yeah. ambaye kwa msimu uliopita mm. wengi walikuwa wanamtaja Feitoto, ndio na aliahidi kwamba angemleta mchezaji ambaye ni kipenzi cha mashabiki ndio, unailia uwanja ambao aliahidi, lakini wewe mm. kama shabiki na hao wadau ambao mna ujumu, tafsiri yake mm -hmm. ni kwamba mnadhani pesa ya kujenga uwanja zi, ita, itatokea mawinguni. Je ruti ana biashara <laughs> nyingi mm lakini hawezi kutoa fedha kwenye biashara yake nyingine mm. huku akaja yeah. kuinvest mm. Simba Sports Club yeah. investment ndani ya Simba itatokana na biashara anayoifanya yeye na Simba okay. Sports Club. okay. mm. mm. Kwa hiyo unaleta jezi feki, unamwathiri Shafii Dauda, anashindwa kusupply kwa wateja wake. Shafii haendi tena kwa Jeruti kuongeza mzigo mm. Jeruti mzigo anabaki nao, Jeruti anakosa pesa anashindwa kutimiza ahadi zang yake. Nani anaathirika wa mwisho ni Simba Sports. Simba Sports na watu wake. Yeah. Tunategemea basi jipya kutoka kwa Jairuti hatulipati, kwa sababu hajapata faida. Tunategemea uwanja kutoka kwa Jairuti hatupati, kwa sababu haja, tunategemea ashiriki kwenye zoezi la usajili juzi. Tumeona hapa kwenye mechi anaahidi kutoa milioni mia hazitoi. Yes. mfukoni mwake sehemu ya faida anaitoa anakuja kurejesha ku, ndani ya Simba Sports Club. Yeah. Sasa unaponunua jezi feki na ukaivaa, mm -hmm. Alafu ukaenda mtaani kuanza kubishana kuhusu Simba <laughs> <laughs> jua kabisa <laughs> imeihujumu Simba, Simba yako yeah, moja moja <laughs> kwa moja.